Na watu hawaelezwi chochote kuhusu ndoa. Anapofika katika ndoa yeye, badala ya kuitengeza au kuiboresha ile ndoa yake, anaiharibu anaivuruga. Wanasema ilitokea siku moja, bwana mmoja aliozeshwa. Baada ya kuozeshwa tu, kaingia nyumbani kwake ndani, yeye hamu yake kubwa ikawa ni yule mwanamke kuingia tu manake, anaonekana kama amesha panic. Yeye anamtaka tu yule mwanamke, kitu chake kikubwa ni starehe anazozihitaji. Funga milango huku na huku, yule mwanamke akimtizama mumewe, macho yamebadilika, amekuwa kama vile simba ambaye tayari ameshapata windo lake, sasa anataka kulishambulia, macho yamebadilika. Na hivi mwanamke akaogopa, mwili mu, mu, wote ukaa unapiga ganzi na yule bwana hajui kama huu ni usiku wa kwanza. Hajui kama huyu msichana mtoto wa kike mwari, ambaye hajawahi kuyaona haya mambo, hajui kwamba ni mgeni katika hizi shughuli. Yote hayo alipaswa ayazingatie mwanzo, lakini yeye hakuyazingatia. Akavua nguo mbele yake, yule mtoto wa kike hajayaona mambo yale ikabidi atishike na baadhi ya vitu alivyoviona kutoka katika mwili wa huyu mwanamme. Basi akapata mwanya kidogo, akachomoka, akafungua mlango, akakimbia kwa nyumbani kwa wazee wake, hajarudi tena, wala hajataka tena ndoa mpaka kufa kwake. Kuna watu aina hii pia katika jamii yetu, yeye hamu yake anataka kwenda kuonyesha ujanadume wake tu katika ndoa, hajui kwamba kule kunahitajika pia maneno mazuri kunahitajika pia uh, so, ku manake soft spoken mtu awe mzuri wa kuongea maneno laini telezi katika ulimi, iwe kuna wakati uh, wa waku, kukaa pamoja kumgusa uh, lamsatu hanan mke wake. Zote hivi ni vitu ambavyo vinahitajika, lakini vinapokuwa vimekosea njia na maisha ya ndoa baadaye yanakwenda kuwa ndoano ndipo kile ambacho mtu hakukitarajia kinakwenda kuonekana hapo, ndo maradhi yanaanza pale. Utakuta mwanamke mzuri lakini mume anamchafua, utakuta mume mzuri lakini mwanamke anamchafua, utakuta mtu na akili zake, baada ya muda anabadilika akili, utakuta mwili wake mtu, lakini baada ya muda anakonda anaumwa anaugua, utakuta mambo mengi mengi mengi yanatokezea kwa sababu kumekosekana ile utulivu ambao ulitarajiwa katika ndoa. Kwa hiyo kwanza tuzizungumzie hukuku azawjia, tuanze na mume alafu tuendelee, yani haku zawji ala zawja. Tuanze kuzungumzia haki ya mume juu ya mke wake tukisema juu ya mke wake, maana yake ni kwamba mambo anayopaswa kufanya mwanamke kumfanyia mumewe, ndo haqu zauji ala azauja. Ukisema haqu zauja ala azauji, ili neno ala ndilo litakalokuwa ni commitment. Ukisema haqu zauji ala azauja, maana yake ni mambo apaswayo kuyafanya mwanamke kumfanyia mumewe ukisema haqu zauja ala zaujiha ina maana ni mambo apasayo kuyafanya mwanaume kumfanyia mkewe. Yani huquq ziko hiyo. Kwa hiyo nimeanza ni kusema haqu zaujati ala zauji, nimeanza kusema haqu zauji ala zauja, yani haki ya mume juu ya mke, kinachopaswa kufanya mke amfanyie mumewe ndicho tutakachoanza nacho, kwa sababu mume ndio kawamu, ndo kiongozi kwa hiyo tutaanza kuzizungumzia haki zake anazopasa kuziona na kufanyiwa na mke wake. Kwanza, kabla sijaingia katika kuizungumza haki ya kwanza, nipe masikio yako, niazime kabisa masikio yako, kwa sababu hili ni jambo kubwa, jambo kubwa ambalo tunajisaidia nalo katika kufanya ibada, kwa sababu ndoa ni ibada taba tena, ibada ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kazungumza katika baadhi ya hadithi zake, kasema, marghiba an sunnati falaisa minni. Wale walipoona kwamba Mtume anafanya hivi, amali hizi anafanya, mmoja akasema, mimi sitolala, nitakuwa nasali kucha. Mimi sitokula, nitakuwa nafunga siku zote. Mimi sitokula nyama. Wengine Mtumi akasikia habari zile akasema, ana akhshakum billah atqakum lah, mimi namcha Allah kuliko nyie. Mimi ni takwa nyingi nilizokuwa nazo hazina mtu anayenifika nifika, lakinani aqumu wa arqud asumu wa aftar, usiku nalala na vile vile nafunga na naftari na kula, siku nyingine sifungi, wa atazawaju nisa nanaoa faman raghiba an sunnati falaysa minni, atakayejitenga na sunna yangu huyo si miongoni mwangu. Mimi kabla sijaingia katika hiyo haki ya kwanza <coughs> tuelewe kwamba wake zetu ni kitulizi cha macho, wake zetu ni starehe, wake zetu kama tulivyoambiwa na Mwenyezi Mungu, hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna ni konde zetu, nasema fatuu harthakum anna shi'tum nisaukum harthu lakum katika aya, wake zenu ni konde zenu. Fatu harthakum anna shi'tum, yani ni mashamba yenu, yaendeeni mashamba yenu kwa staili mpendayo. Kwa ajili hiyo, basi ikiwa hiyo ndivyo ilivyo, starehe eh, kitulizo cha macho, ujue kwamba kitulizo cha macho na starehe

Yani day by day sio kila wakati. Occasionally, yani kuna siku unaamua kuiburudisha nyoyo, unaamua kuenjoy, unaamua kurefresh moyo wako, nafsi yako. Saatan fasaa anasema, Fa innal quluba idha hamiyat fa innal quluba idha ukrihat hamiyat au kallat, kwa sababu nyoyo zikilazimishwa kufanya jambo, unaziburura tu katika kufanya kitu hicho hicho hicho hicho, huchoka zile nyoyo au hupofuka, zikawa tena unakifanya kile kitu, lakini huna nishati, huko active. Kwa hiyo ukiona kwamba umefanya mambo kama hayo ya moyo wako kuelekeza katika kufanya kitu hicho hicho Ebu acha sasa kufanya kile kitu yani, pumzika, alafu kile kitu utakifanya baada ya kupa refreshment moyo wako tena. Ndo maana ya rawihu lquluba saatan fasaa. Nikupe mfano kwamba mfano sisi tunatoa darsa kama hivi kila wakati kila wakati, sasa unafika pahali unachoka. Sasa ukiwa umechoka, unaweza ukafanya vitu ambavyo haviendani na vile vinavyotakiwa katika standard ya Kwa hiyo pumzika, tafuta safari kama unataka kusafiri, ni mtu wa hobi labda kwenda Serengeti au sehemu gani kwenda kutizama wanyama nenda katizame, as long as unafanya kile kitu ndani hakuna haram, wewe fanya kitu ambacho kinakuleta tajdid ya kuja tena kufanya ile kazi kwa usanifu mzuri na mambo kama hayo ndio maana ya Imam Ali aliposema rawihu lqulub, tafteni tarwiha. Tarwiha ni yale mapumziko enjoyment. Ndio maana tarawih imeitwa tarwiha kwa sababu ya nini? Unasali alafu kuna mapumziko baada ya kila kila raka kadha unapumzika pale, unanyanyuka, sio kila wakati unanyanyuka. Unaona tarwiha ndio tarawih. Sasa ile tarwihatul e, qulub inatakiwa katika baadhi ya sio katika baadhi katika maisha yake yote mtu Hey, unaenda zako unafanya una, una ibada, lakini kuna hadithi ya mtume pia imeashiria hivyo inna li rabbika alayka haqqan wa inna li jasadika alayka haqqan wa inna li ahlika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Mola wako ana haki yake. E, mke wako nyumbani ana haki yake. Watoto wako ana haki yake. Hata mwili wako mtume anasema hata mwili wako una haki sasa. Mwili wako haki yake nini? Na unataka kupumzika. Alimwona mkewe mmoja katika msikiti anasali huku usingizi umemvaa, mpaka ka kaeka ka, ka, ka kamba baina ya nguzo na nguzo, ili aweze kusimama wakati wa ibada, kuswali asiweze kudondoka kwa usingizi. Akauliza mtume hii inamaanisha nini? Anasema hii ya kunisaidia kusimama. Akasema no, no, no, no, usifanye hiyo. Liyusali ahadukum nashatan, mtu anatakiwa asali akiwa active. Usilazimishe wee, ukiona huwezi, usingizi ni mwingi, lala la. alafu uamke baadaye ukiwa ukoke, okay. sio unasali una, una, una unamtukana Mungu kwa usingizi, hujui unachokisema, usije ukatukana, badala ya kwamba unasema maneno mazuri wakati mtu anapokuwa katika sala

mja wangu amenitukuza. Hili ni kati yangu mimi na mja wangu, na mja wangu atalipata analoliomba mpaka mwisho. Kwa hiyo, huwe unajua unachokisema, uwe ni shout, uwe na shit, uwe active katika ibada zako, ili upate kujua unachoendelea kinaendelea.